Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii e, kuambia waheshimiwa wabunge e, tuta, kuna magari ya OCCID wapelelezi wa wilaya e, kufika mwezi Agosti e, Mungu akijalia tunapanga kuyasambaza nchi nzima, kila wilaya ili kuimarisha e, ulinzi na usalama. Na nitumie nafasi hii kuwahakikishia Watanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu, utimamu wa Jeshi la Polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila atakayepanga kufanya fujo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya Serikali, lakini kwa ukubwa wa Wilaya ya Malinyi uhitaji walau magari matatu kwa uchache sana, lakini magari mawili ambayo ameyataja mheshimiwa waziri, moja halipo kwenye hali nzuri. Je, serikali iko tayari kutuongezea gari muda wote mwaka huu? Hilo la kwanza. Lakini ya pili, shukrani kwa mheshimiwa waziri na kamanda IGP, kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kwa maana cha OCD katika eneo la Kipingo. Asante sana, nasubiri majibu ya swali la kwanza. <coughs> mheshimiwa waziri. Eh, mheshimiwa naibu spika. Eh, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Antipas Mgungusi kwa jitihada nzuri anazoifanya maendeleo kwa ajili ya jimbo lake la Malinyi, lakini pamoja na jitihada hizi amekuwa akifuatilia masuala ya vitendea kazi eh, kwa upande wa Jeshi la Polisi jimboni kwake eh, kuhusu swali lake la gari nyingine kwa ajili ya kuimarisha usalama eh, kule Malinyi Naomba ni mwahidi Mheshimiwa Antipas e, tutaongeza gari lingine kwenye miezi ijayo e, gari la OCCID ili kwenda kuimarisha ulinzi kwenye jimbo lake kama ambavyo nimesema, e, kwanza kwa wilaya za kipolisi ambazo zilikuwa zijapata magari awamu ya, ya kwanza, hivi sasa tayari tumeshapeleka magari mapya Land Cruiser kwenye wilaya zote za kipolisi likiwemo E, wilaya za mkoa wa Tabora kwa hiyo kama e, gari haijafika Mheshimiwa Almasi, naomba nikuhakikishie e, mpango huu kama mlikuwa hamjapata gari ya awamu ya kwanza, awamu ya pili tumeshapeleka magari. Nitacheki kama halijafika basi nihakikishe linafika, lakini vile vile hata kwenye mpango wa OCCID